Kuna ishu ambayo imetokea ya Stamina na bwana Moibana, wamepigana vitasa. Huyo mwanamke alikuja na nani ha, hapo kwenye hicho kiwanja mwanamke, mwanamke alikuja na Stamina mwanamke. acha bwana bwana anipuisi mara mbili, anitukania mama yangu, nikaongea kwa ubabu, kaongea mtoto wa Morogoro mshamba, nani anaonekana mshamba mshamba eh, pale anaanza kusema sehemu anaotokea nani, aliondoka na demu Masha mliamaliza. Mimi mtu ambaye amenitukana mama yangu. Mtu ambaye amenizarau kwa yani jamii nzima. Mimi gigi. Alikuja kwangu na twende kwa mganga alokuroga <laughs> Masha. Mganga ameamwaga yote mganga yake mwenyewe ameamwaga yote. Wake mwenye miaga yote wamekwisha. Miba tu.